Sasa nimesema hivi, nimemwambia waziri, nimemwambia mkurugenzi wa bodi ya pamba. Mfumo unaotumiwa sasa hivi hatukatai, shida yetu katika mfumo huo hausababishi ushindani, anakuwa mtu mmoja ambaye yeye ndio anatoa huduma na yeye ndio anayenunua pamba hiyo. Sasa anatoa huduma kwa anapotaka yeye na ananunua anapotaka yeye. Nimesema safari hii kwa kilimo kinachoanza, marufuku mtu mmoja. Nimeshamwambia huyo mtu wa bodi ya pamba, mimi nimekuwa mwenyekiti wa CDTF miaka kumi na mbili Nimemwambia hivi, contract farming tunaikubali, kilimo cha mkataba tuna kikubali, lakini leta watu wanne waje wawe wanatutongoza kwamba njoo nikuhudumie mimi, njoo nikupe huduma mimi. Mimi nitakupa dawa ya, pa, ya pamba aina hii, nitakupa mbegu aina hii unafanya naye mkataba ana kuhudumia wakati wa ununuzi, washindane kununua, washindane na bei kusudi tupate bei nzuri, si ndio? Wangapi wanaunga mkono hoja hii? Nataka mwandishi wa habari, nataka aone wangapi wanaunga mkono huu hii habari. Hatuwezi kumwachia mtu mmoja zao peke yake. Shida tumeziona safari hii. Kuna mtu mwingine anasema unaendana tosha. Sasa mtu mwingine hana mkataba, sisi tutamuzia nani? Wengine wanachukua pamba yetu wiki mbili, hawana hela, si ndio? Sasa mimi nimesema, kwa sababu mimi ni mbunge ambaye natoka kwenye jimbo linalolima pamba nimesema kwenye jimbo langu contract farming lazima wakiwa watano sawa, lakini mmoja hapana, si ndio? Kwa ndugu zangu, mimi ni waombe sana, mwe na imani na mimi, nakwenda kurekebisha hapo. Mimi nitakaa nao, kwa sababu mimi naijua pamba na wakunje, na wakati wa kupanga bei ya pamba, kwa sababu mimi ujanja wao naujua.